Roba iliyopita tulikopesha kiasi cha shilingi milioni mia nane kumi na sita, lakini leo tuna mkopo wa shilingi milioni mia tano, na katika fedha hizo tuna mgawanyo ufuatao: tumetenga fedha za za wanawake shilingi milioni mia moja thelathini, asilimia nne yao lakini kuna milioni mia moja thelathini asilimia ya vijana, kuna milioni sitini na tano asilimia ya watu wenye ulemavu. Lakini tuna fedha ya watu wenye ulemavu ambayo ilivuka robo iliyopita, hatupata vikundi vya watu wenye ulemavu, shilingi milioni mia moja sabini na nne. Mwongozo na sheria inasema hivi usipowapata watu wenye ulemavu basi kopesha robo inayokuja, sio hiyo hiyo. Kwa katika milioni mia tano zipo milioni 174 ambazo zilikosekana kwenye robo iliyopita zile, unakopesha kikundi chochote. Kwa hiyo tumekopesha kwa vikundi vya wanawake na vijana kwa ujumla, tuna vikundi 40 na tuna vikundi 44 vya vya wanawake, vikiwa ishirini vya vijana vikiwa kumi na nane na vya watu wenye ulemavu vikundi vinne. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tunatoa mikopo kama ulivyoona zile changamoto nazo, nazo kuwa nazungumza na wewe na viongozi mbalimbali. Leo tunawapitisha kwenye mada mbalimbali, wameanza usaidizi wangu kwenye mikataba, amekuja kwenye namna ya vikundi vinavyoundwa, lakini sasa hivi nawawezesha usimamizi na uendeshaji wa biashara tutakuwa na afisa biashara, tutakuwa na afisa kilimo, tutakuwa na afisa mifugo. Hawa wote wanatoa mafunzo kwa haya makundi. Wenzangu, leo sitaweza kusema maneno mengi sana, kwa sababu kama ni semina, kama ni ujumbe, tunaamini tunao. Lakini jambo la kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye tunaamini yeye amepewa dhamana ya, ya kuwasimamia wananchi wa Tanzania. Ikumbukwe mikopo hii hapo katikati iliweza kusimamishwa na si kwamba walisimamisha kwa bahati mbaya. Naomba leo pia nimweleze katika changamoto ambazo ziko katika masuala ya mikopo nchi nzima zilikuwepo changamoto kama tatu kama sio nne. Changamoto ya kwanza, ziko halmashauri ambazo zilikuwa hazina mikopo halisia. Kulikuwepo na mikopo fake, yaani watumishi na viongozi mwa viongozi kama mwenyekiti wa halmashauri wanaunda vikundi hewa, wanachukua fedha, serikali ikabaini. Lakini changamoto ya pili ni vijana wanawake na watu wenye ulemavu kupewa pesa na hatimaye kuto kuzirejesha. Changamoto ya tatu ambayo ilionekana ni kuto kuzingatia sheria za asilimia kumi, kwamba ziko halmashauri zilikuwa hazizingatii sheria hizo. Serikali ikatoa tamko kupita waziri mkuu kwamba sasa mikopo inasimamishwa, wamefanya upembuzi wa kina lakini walichofikia nacho serikali ni kubadili muundo kwamba mikopo itaendelea, lakini sasa hivi mikopo, mkuu wa wilaya atakuwa mwenyekiti wa mikopo wa wilaya, mtaalamu wake atakuwa ni afisa maendeleo ya jamii. Kurugenzi atakuwa pia ni mwenyekiti wa mikopo kwenye ngazi ya wilaya, lakini katibu wake atakuwa afisa maendeleo ya jamii kwenye kata afisa mtendaji wa kata atakuwa yeye ni mwenyekiti wa mikopo, kwa maana ile kamati ya mikopo wataalamu wake ni afisa maendeleo ngazi ya kata. Sasa wamekuja na mfumo wake wajumbe TAKUKURU, polisi na jopo ligi. Kwa nini waliamua kufanya hivyo? Baada ya kugundua kwamba huku kuna makasoro walio yagundua sasa nataka niseme machache ya masikitiko na ya kufurahisha leo. Tumekaahunda, tuko wengi sana, tunacheka, tunafurahi, tuna, tuna, tuna amani, lakini sijajua binadamu kwenye vitu viwili sijui vikoje. Ukitaka kumjua mtu utu wake na tabia zake za kuzaliwa, mpe vitu viwili. Cha kwanza mpe pesa cha pili mpe cheo, yaani yeah. Vitu viwili tu ndio utajua tabia zake zote. Leo kwenye hatua za kutafuta mikopo, vikundi vinakuwa ni vinyenyekevu sana, wanakuwa wapole sana, wanawasumbua madiwani kila siku, watasumbua mwingine mashauri kila siku, watamsumbua wakabuja kila siku siku wakipewa pesa moja, kikundi chenyewe kinaanza kuvurugana. Mwenyekiti wa kikundi na katibu wanaanza kujiona baada ya Mungu wenyewe. Cha pili, wanavikundi wenyewe wanaanza kutafutiana tamaa ndani ya kikundi guzangu, niwambie hii dunia, ukitaka kuishi, rahisisha maisha yako. Miongoni mwetu humu ndani, kama kikundi kimojawapo kitakuja kuelewa maana ya mikopo ya halmashauri, lazima maisha yenu yabadiri. <coughs> Lakini shida, hatuelewi kwa sababu wakati tunaanzisha mpango wa kukopesha mikopo hatukuelewa ni kwa nini tunaamua kikundi. Ndugu zangu, yaani kuna mtu leo anaamini mafanikio ni bahati. Yaani kuna mtu leo anamwaambia mtu fulani ana bahati sana, fulani amezaa watoto wana bahati sana. Nataka niwafundishe bahati hii. Mfuatilie huyu mtu unasema na bahati yukoje, unakuta mmoja. Watu wanafikiri ubahili ni neno baya. Ubahili ni matumizi sahihi ya fedha, yaani mtu yote mwenye mbaili, mtumie lugha hiyo ambayo sasa tumezoeshe, lazima awe na mafanikio. Cha pili, hiyo bahati mnayosema, unakuta mtu anafanya sana kazi lakini mwisho tunasema anabati, yaani, kuna mtu leo hapa asubuhi anaenda kwenye biashara zake anamujisikia, lakini kuna mtu halali akawahi, anafanya kazi zake. Maandiko yanasema sijajua sana kunukuu vifungu, lakini anasema Mungu anabariki kazi za mikono yeah, yetu. Huo tufanye kazi. Cha tatu tabia yaani, wewe unajikuta mtaani kwako, unagombana na watu kila siku, alafu nianzisha kigenge, atanunua nani? i Nanielewa mwenziwa na tabia yenye kevu, kwenye biashara na jamii. Yani kuna mtu leo, fatilieni yani, tabia zinazowambia kuna mtu leo naweza kaa, vibanda vimeongozani viko kumi, katikati kibanda chako, enda ukipa, na mtu anamwagiza mtoto wake, nenda dukani, ila uwende kwa fulani, si anakopa, wala jawahi kopa kwako, ila analizika tu na lugha na tabia zako. Leo mnenda kuanzisha biashara, una lugha za biashara Subiri anguko kama haya. Tunaosema tunaelewa, katengenezeni mifumo ya kufanya kazi, lakini silaha zenu bebeni hizi tatu. Kaweni na matumizi sahihi, nidhamu ya kajitumeni, kawajibikeni, katengenezeni tabia njema.